Maombi ya kufunguliwa milango ya elimu na maarifa. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neema na pumzi ya uhai. Tunakushukuru kwa zawadi ya akili, hekima na nafasi ya kusoma na kujifunza. Leo tunakuja mbele zako tukinyenyekea, tukiomba milango ya elimu na maarifa ifunguliwe juu ya yeyote anayeomba na kusoma maombi haya. Bwana, andiko lako linasema hekima ni kitu cha kwanza, kwa hiyo jipatie hekima; naam, kwa yote ulionayo jipatie ufahamu tunaomba Bwana utupe akili timamu, kumbukumbu safi na uwezo wa kuelewa mambo magumu. Wale wanaojiandaa kwa mitihani, wape neema ya kukumbuka walichosoma. Wale wanaotafuta nafasi za masomo ndani na nje ya nchi, wafunguliwe milango ya kibali. Ee Mungu, zidi kuangazia kila mwanafunzi, kila kijana na kila mtu anayehitaji hekima yako. Ondoa roho ya uvivu, upumbavu na kuchanganyikiwa. Funika mioyo yao kwa amani na wape nguvu ya kusoma kwa bidii. Tunakata kila aina ya laana ya kushindwa kielimu, na tunatangaza ushindi na maarifa ya hali ya juu. Baba, tunakuomba pia uinue kizazi hiki kiwe cha watu wenye maarifa yanayotoka kwako, si kwa ajili yao tu, bali kwa ajili ya jamii na taifa. Uwe kiongozi wao katika kila hatua. Kila mlango uliofungwa kielimu na kimaendeleo ufunguke kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa sababu unajibu maombi yetu. Tunaamini hakuna kinachoshindikana kwako. Tunakabidhi elimu na maisha yetu yote mikononi mwako, tukiomba neema na ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini Amina.